Hapa Dar es Salaam tumekuwa na msikiti ya kawaida, ni vizuri, lakini nilitaka msikiti mzuri zaidi. Nashukuru kwa hiyo tulipobaki na mfalme wa sita wa Moroko, nikamwambia naomba nifanyizie kitu kimoja tu ambacho ninaamini moyo wangu utaguswa na nitakumbuka katika maisha yangu, na hata nimetangulia mbele ya haki nitajua nilikiomba hiki. Akaniuliza kitu gani? <laughs> Nikamwambia, naomba unisaidie kwa Dar es Salaam hapa, ambayo umekanyaga wewe, wow. utujengee msikiti mkubwa kuliko misikiti mingine yote iliyoko Tanzania. wow. <laughs> wow. <Wow>. Akaniangalia <laughs> na nafikiri alishangaa <doko. laughs> kidogo, akaona huyu Mkristo anaomba <laughs>